Niliwambiaje hii vita Marekani haiwezi hata kidogo. Umemsikia Trump ameondoa kodi kwenye vifaa vya tech, yaani smartphone, kompyuta na chips, hizi electronic chips. Kama anaiweza vita, kwa nini aanze kuchagua vitu vya kusamee kodi? Ushamsikia mchina anasema kuna bidhaa kutoka Marekani ameisamee kodi, na sio hivi tu hivi alivyovitaja kuna vitu vingine vya muhimu sana vya mmarekani wa kawaida ambavyo hivyo havikuguswa kuanzia day one. Ni kwa vile tu media haziwezi kukuambia. Mimi niliwaambia maisha ya kawaida ya marekani hayawezi kukamilika bila kutumia product ya mchina. Kwa kifupi, Wamarekani wanaishi katika mifuko ya wachina. There's no normal American who can survive without Chinese product. Hicho kitu hakipo na sio marekani, yaani dunia yetu yenye watu bilioni nane. Hakuna binadamu atamaliza mwezi mzima pasipo kumchangia mchina pesa. Hiyo ndio levo tuliyoifikia. Kuna mjinga mmoja aliniandikia comment ndefu kwelikweli, ananiambia oh, wiga na boycott tuta dunia itagomea bidhaa za Kichina. Wewe bana, wewe hiyo simu uliyotumia kuniandikia comment ni ya Wachina, nguo ulizovaa ni za Wachina. Una akili wewe? Trump kasha rudi hii vita. Trump huyo hapo alikuwa anajiana yani, yani, wewe niwasaidie kidogo msichekijua Matatizo ya Amerika yalianzia elfu moja mia tisa sabini. Huko ndiko mzizi mkuu wa matatizo yao. Ilikuanzia imani ya Waamerika na Ulaya kwamba wanaijenga China lakini wataicontrol China. What a stupid. Unaona maona eh, video iliyopita niliwaambiaje, China ni mbwa aliyelelewa na Marekani, sasa anamtafuna Marekani. Huyo hapo karudi kaomba msamaha, bado wat... Kasa, unajua kwa nini hii vita inakuwa ngumu kwa, kwa, kwa, kwa, kwa Trump? Trump anawaza afya yake ya kis, kisiasa. And, anaiachaje Republican, alafu hapo hapo anawaza kumsaidia Marekani wa kawaida kiuchumi. Hicho kitu hakipo kwa sababu mfumo wa kiuongozi wa Marekani ni wa kishetani bepari. Kwanza ndio raia, ni kitu ambacho hapo nakikemea hata nchini kwetu. When unavyo prioritize capitalist uweze kumwaza raia wa kawaida it's over. Kama ni ugomvi umeanzisha alafu unarudi yani, nakosa hata maneno ya kuongea na nyinyi kwa sababu mmeongea maneno mengi shit sana kuhusu hii vita. Tanikwambia ndugu, hizo kelele za Amerika wanavyoanza kulia. China anatafuta masoko, Amerika anatafuta bidhaa. Kwa unafikiri nani mwenye shida hapo? Unakumbuka Putin? Putin aliumba kidogo tu kutafuta masoko. Ulaya mpaka leo anateseka. Usifanye vita na mwenye chakula. Kama una chakula kuwa kwa mpole kwa mwenye chakula. The beginning of the downfall of America is just got another speed. Anguko la Marekani limepata speed mpya. Unasamehe kodi kwenye bidhaa za kiteknolojia last time nikamwambia pia kwamba hizi tech product ndizo hizo hizo America wanazitegemea kutengeneza silaha. America ni kama assembling plant yani, they do not produce anything now. Na yani, America inaelekea kuwa light industry country. Wakati zamani ilikuwa heavy industry country. Vita ndio kwanza imechimuka. Vita ndio kwanza imechimuka. Xi Jinping amemwambia Trump anampeleka kwenye mahakama ya kibiashara. Unafikiri wa mahakama walianzisha akina nani? Hao hao wa Marekani. Unajua Sheria zilizoijenga China zilitengenezwa na magharibi. zi inakuwaje hizi sheria zinaifaidisha China tena zinaumiza magharibi? Jibu ni very simple, kwa sababu tayari magharibi washaharibu kizazi chao. Yaani magharibi ni yule mtu anayemlelea mwanaye kwa kumwambia kwamba ukipata tatizo utampa mtu hela akutatulie tatizo lako. Umfundishi mwanao practical method za kupambana na maisha kihalisi, hata yaani kufunga kufunga vifungo vya shati lake, unamwambia kuna mtu utampa hela atakufungia. Ni picha gani nakupa? American society is rotten, imeshaoza, hakuna reverse gear. Huyo hapo kashaamba msamaha mwenyewe ana, you tell me. Aa, mlikuwa mnanipigia kelele kwamba hii ndugu <laughs> zanguni, shida yenu nyie, mnasikiliza wanayosema hao wanasiasa wakina democracy. Hakuna binadamu waongo kama walio katika mfumo wa democracy. Trump ametoa msamaha wa kodi kwa vifaa vya electronic, kompyuta, smartphone na sio hizo tu, ujue pia hata dawa hizo hazipo kwenye kodi mtoa huo. Oh, wa Marekani, wewe unavyoweka kodi kwenye dawa. Literally, you are killing american no american citizen. Mniambie wenyewe nani amesarenda hapo? Xi Jinping kwa kimya, wala ongee na mtu. Kuna hii taarifa, waziri wa mambo ya nje wa China aliitoa, nimekuwekea kwenye skrini hapo, mwenyewe unaweza ukaisoma. Anasema hivi, China inasimama kupinga ubabe wa Marekani. Maana yake, China inasimama kupinga ubabe sio tu kulinda haki yake kisheria na maslahi yake, bali pia kulinda maslahi ya jumuiya ya kimataifa, kuzuia dunia kurudi katika kichaka cha wenye nguvu kuwawinda wanyonge. Yaani hii sentensi ya waziri wa mambo ya nje wa China inamaanisha hivi, wa China wamejitoa kuipigania dunia ambayo ilikuwa inanyonywa na wenye nguvu. Wenye nguvu ni akina nani? Marekani na Ulaya. Kuna kuna hilo neno hapo, jungle world where the strong prey on the weak. Sasa jungle world, maana yake hii dunia ilikuwa ni kama kichaka, wenye nguvu akina Marekani na Ulaya, kazi yao ni kuwawinda wanyonge. Kwa sasa China amejitoa mwanga kuua hii kitu isijirudie kabisa. Ndiyo maana hiyo sentence ya waziri wa mambo ya nje wa China ni very strong statement. Ichunguze vizuri kwenye screen ya hii vita. wa Amerika wameipoteza siku nyingi sana. Unajua, wakati hii vita imeanza ni watu wangapi wa Ulaya wameenda kwa Xi Jinping. Wakati hii vita ikiwa kwenye kilele cha kelele wa ujumbe wa Spain ulikuwa China. Hivi nikuulize, let's say wewe ni raia wa Ulaya, umewekewa Marekani hapo, umewekewa mchina hapo, wewe utachagua nani awe rafiki yako? Ni kitu gani Marekani anaweza kukuofa wewe katika maisha yangu ya kila siku hakuna China. China is the biggest market, China ni soko kubwa, unaweza, unaweza, unaweza, unaweza ukauza kitu chochote pale. Kwa hiyo hii vita, mtu akiniambia eti Marekani anaishinda, anaishinda na silaha gani? Kazi ya Marekani ni kutengeneza magomvi, alafu anakuja anakuambia nitakulinda kwenye magomvi ambayo anayatengeneza yeye. Xi Jinping yuko Vietnam, unajua ukafuata nini? Anataka kutengeneza common market yao. Kazi ya Xi Jinping sasa hivi ni kuwakusanya wale chawa Marekani na kuwaambia sasa ni muda wa sisi kutengeneza soko letu. Yaani, kazi ya Xi Jinping sasa hivi ni kuwaamsha wale chawa wa Marekani kwamba Marekani sio mtu mzuri kwenu. Hakuna mtu mzuri ambaye anaweza akakutengenezea wewe njaa, huku akikupa mwavuli kwamba nitakulinda, kwa mbaya wako ni China. Unaona hapo? Yaani Marekani ameshapoteza ile trust, Marekani ameshapoteza hata ile trust kwa wale chawa wake, kwa sababu kama anaweza kuwatengenezea chawa wake njaa, akipambania maslahi yake Marekani amepoteza vibaya mno katika hii vita ya kodi, sababu vita ya kodi ni vita ya chakula ya wazi wazi kabisa, na hapa ndo anapompa mchina nguvu ya kuwakusanya hata wale ambao marekani huwa anapenda kuwaambia kwamba eti mbaya wako ni China, akina Japan akina Filipino. Kazi ya marekani ni kuwaambia mchina mbaya mchina mbaya, kakutengenezea njaa. Yaani hii vita ndio imeiharibia sifa marekani kabisa. Vita ya kodi ni vita ya chakula. Nikuulize wewe, ti marekani ni kitu gani umemchangia Marekani tangia huu mwezi uanze? Hakuna zaidi, umemchangia mchina, alafu eti unamchukia mchina. Una akili kweli wewe? Mchina ameshakuwa kama maji. Maanake nini? Bila maji maisha hayawezekani duniani. Ndio mchina mchina, ameshafika hiyo level yeye, ni kama maji. Usipomwogea utakunywa, usipokunywa utafulia hakuna maisha pasipo Mchina hapa tulipofika sasa hivi. Elimika usiwe msomi.